Taji, okay kukawa. Kukawa. Kwa kawaida tunayo matunda aina tatu, tunakunda mengine, aina ya kwanza ni matamu sawa, eh? Mengine huwa ni matamu kuliko mwenzake eh? Lakini matunda mengine ni machachu, mengine ukiweka mdomoni chachu Sio kwamba ni baya, lina lina kazi yake ndani ya mwili, lakini pia tuna matunda ambayo yako katikati, ina uchachu na utamu. Katika hayo mat, katika hayo matunda matamu ni pamoja na maembe, mapapai, sawa? Eh? Kuna nanasi tunalitaja hapo iliko katikati. Unaweza kusikia ka utamu sana, kama kuna kuna ka uchachu kidogo. Hayo, hiyo ndiyo iliko katikati, katikati pale. Kuna mengine ambayo ni ma, ni machachu. Machachu ni malimao, si ndio? Na nini nyingine? Ndimu sawa? Ubuyu Ukwaju ni machachu. Sasa kutokana na mwongozo huu, tunatakiwa tule angalau kwa siku aina mbili za matunda. Lakini haya matunda kwa jinsi ambavyo nimeyataja hapa, ukiangalia kuwa yako yana rangi tofauti tofauti, kuna aina matunda mengine yana rangi ya, ya kijani, mengine yana rangi ya njano, mengine yamekolea na rangi kama ya chungwa, yani orange ile. Kwa mfano kama embe, unaona ina rangi yake, si ndio? na chungwa lina rangi yake, lakini mengine yana rangi kama nyeupe vile. Kwa mfano kama tuna matuna... matunda yenye rangi nyeupe ni yapi? yes. eh? yes. Ubuyu, topetope tope, peasi, eh nyingine epo umeona eh? sawa kabisa. Matunda yako design, design, lakini kila rangi yake unavyoiona inakuwa na virutubisho vingi kulingana na upatikanaji wa ile, ile vitamini katika katika, ya lile, katika lile tunda. Sasa tunashauriwa kwamba tule matunda mchanganyiko ili kuweza kupata virutubishi vya kutosha. Kumbuka nilivyoanza kukufundisha, nilisema hivi kwamba haya matunda yatupa vitamini na madini, na kazi ya vitamini na madini katika mwili wa binadamu ni kutukinga na magonjwa. Kwa hiyo sasa tunashauriwa kwamba tupate vitamini za kutosha na madini ya kutosha, ule matunda mchanganyiko kutoka katika rangi, katika rangi mbalimbali za matunda ili uweze kupata virutubishi mbalimbali. Labda nitoe tu mfano mmoja. Kwa mfano, ukikuta embe, kama unavyoliona embe linavyokuwa na rangi ile ya ole, yani imekolea, ile ina maana lina vitamini A nyingi. Lakini pia kuna matunda mengine kutokana na rangi yake unakuta kwamba yana vitamini B na vitamini C. Hivyo hivyo, kwa ujumla ni kwamba matunda yanatupa virutubisho vifuatavyo: yanatupa vitamini A kwa wingi, yanatupa vitamini B kwa wingi, yanatupa vitamini C kwa wingi lakini pia yanatupa makabimlo haya makabimlo ndio muhimu sana kwa ajili ya afya yako, lakini kama nilivyosema, kuna vitamini A, vitamini C na vitamini B na vitu tunavyoviita phytochemicals au kemikali za kwenye nini, za kwenye chakula zinazotokana nini na mmea. Tuko pamoja? Jamani, panda matunda nyumbani kwako, panda embe lako, panda pela lako. Tena siku hizi hapo ambayo yametengenezwa kitaalam kutoka na wataalamu wetu wanatusaidia, miaka mitatu nakula tunda. Panda matunda yako, lakini hakikisha unapoenda kununua matunda.